Hebara, mambo vipi, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na leo hii ni siku ya mechi kati ya uh, timu kutoka Tanzania, timu ya Simba Sport Club na timu kutoka huko South Africa. Kama ilivyo kawaida, Dar es Salaam Tanzanite TV ni tunakutana na mashabiki mbalimbali mbali, kujua ni nini kinaendelea kutoka kwenye timu yao. Mimi ni Ibrahim Mohamed na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV, karibu, twende pamoja. Eh bwana, tunamshukuru Mungu kama kawa, kama kawa kabisa. Unaendelea? Tupo, tunamshukuru Mungu. Wanakuita nani vile? Sweet betting. Wewe unaonaje timu ya leo unatoka na ushindi au una... Ah, yani leo kwa kwangu unavyoona lazima lazima Simba natoka na ushindi. Tushindi. Ah mimi, kwangu mimi kikosi nilichonacho nacho nakiamini E, nakiamini kikosi nilicho nacho. Alafu gangara wenzetu, japo japokuwa tunamtanguliza Mwenyezi Mungu, ila mimi kikosi nilicho nacho nakiamini, ndio maana natamka hivyo, na mimi nilicho nacho kwangu, ambacho nawaombea, kuna kama mchezaji mmoja anaitwa Mkwara, kuna mwenzangu huyo Mpanzu, kuna Asha. Awa wachezaji hao wa nawaombea sana, najua na, ataenda kufanya makubwa sana lakini baadhi wanasema kwamba leo ni mechi kwamba mnatoka amna a... Siwezi kusema hivyo, maana ni mipango ya Mungu. Ni mipango ya mipango ya Mungu. Yaani ya ya ya ni... ni... hapo unasikia hicho kikosi nilicho nacho mimi ni, ni siwezi kujipa asilimia zote mia, ila nasema ni mipango ya Mungu, ila na uhakika na uhakika asilimia kama 98. Ndo hivyo ni mpango wa Mungu, Mungu amepanga. Kuna mambo vipi? I say safi kaka. Kama kawa? Kama kawa kabisa. Wanakuita nani? Wananiita Simon Richard. I say kwenye timu yangu bwana hii tunahakikisha ushindi wa leo. Kwa hiyo kikubwa tu mimi, wachezaji hawa wanaocheza, kikubwa tu nachowaombea wapambane, ushindi lazima kipatikane leo, na kwa hiyo hii timu yetu lazima iende fainali. I say Kamara ni mtu mbaya sana, Kamara ni mtu mbaya sana, namwamini Namwamini eh, sana. Unahakika kwamba ataweza kuku, kutoa mipira itakokuwa inakuja au ndo, ndo eh. Aise, namwamini sana huyo Kamala yani, namwamini sana kwa hiyo yule, sitegemei kwamba anaweza akafanya kitu kibaya sana. Kwa hiyo oh, kwa Kamara hatujaferi hatujaferi. Ah ha, kibu yani ndo usiseme kabisa pale, ila mimi naamini tu kwa sababu kikosi kilichopangwa leo na, na, natumaini kwamba kiko vizuri e, kiko vizuri aise, asante sana, shukrani sana.